Na mpenzi mtazamaji wa Chapesa Media, hapa tuko Dimbani Amani Complex Zanzibar, na hu hawa ni mashabiki wa wekundu wa Msimbazi wamejitokeza kuhakikisha yatoki hapa. Wanasema ubaya ubwela. Eh bwana, mambo vipi? Kama kaida. Vipi niko poa baba. Naona mapema sana 3 bila

ila mtu ambaye sio Simba uh, huwezi kujua ladha mpanzo. Yani kibreli si mchezaji ambaye yani mechi kama hizi ndio mechi zake, yani ndio mechi zake hizi. Yani chere watu wamkabizi kijiti tena, mechi zake hizi anafanya chochote kaya. Yani ubaya ubwela baba. Nakubali baba, ama mambo vipi? Naona upo kwenye poleni, kwenye ubaya ubwela, kweli kweli. Leo ngapi leo? Tano, tano, tano, tano. Sisi hatujali mvua. Hatujali mvua si kweli? Poa. Wanakufa ngapi leo? Tatu. Tatu. Hao ni mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi wakielekea kuingia katika uwanja huu wa Amani Complex Zanzibar. E, mashabiki ni wengi wamejitokeza. E, ni ubaya ubwela. Kama unavyoona hao ni mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi. Eh, ubaya ubwela, kama wanavyosikia, wanasisitiza leo eh, au ni Wekundu wa Msimbazi wanaasila eh, wanaasila sana leo.